Mpenzi subscriber, karibu tena kwa channel hii ya jeshi la mtu mmoja. Haraka, haraka haraka haraka, natumai mahali mko mko fresh. Asanteni sana kwa wale wamesubscribe haraka haraka. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amekutana na rais wa Marekani Donald Trump katika makazi yake ya Maralago kule Marekani. Mkutano huo si ya kawaida. Kama tujuavyo, Benjamin Netanyahu na Donald Trump wakitaka kukutana ama kuongea ni in, lazima Um, Netanyahu asafiri mpaka Marekani. Kuna mambo mengine hawapendi kuongea kwa simu maanake simu yani kue, inaweza ikadinguliwa yani inaweza kutegwa ikasikika ama ikajulikane ni kitu gani ambayo kwamba kwa amba wanaongea. Kwa hivyo, kikiwa kama kuna jambo nyeti, masala nyeti muhimu baina yao mmoja wao anaweza anatoka mahali yupo anakwenda kumfuata mwingine ndio wapate kuongea. Kumbuka mkutano huu haijafanyika hai, kule kwa ikulu nyeupe, yaani ya White House. Mkutano kati ya Donald Trump na Benjamin Netanyahu ilifanyika nyumbani kwake, yani nyumba yake haswa ma kwa makazi yake mwenyewe si makazi ya serikali marala malarago neto marago, marago ni sehemu ambapo kwamba hiyo ni makazi yake private jumbani kwake kwa Donald Trump, ndio alikutania kule. Walichokizungumza hatuda jua haijabainika, lakini wadadizi wa kisiasa wamesema waliokuwa wakizungumza ni kuhusiana na masala ya Iran, tishio la Iran, na masala vilevile walizungumzia masala ya, Hamea, ya, ya, ya, ya Palestina kule Gaza kwa haraka haraka. Uh, waliozungumzia ama wanafikiri kuzungumza ni kuhusiana na ombi la ya, um, ombi ya Benjamin Netanyahu kwa Donald Trump ya kwamba waanzishe tena vita vya pili kati ya Israel wakishirikiana na Marekani kumchapa Muirani. Hilo ndio jambo umbo, kwamba umeizungumzia. <laughs> Kuna wasiwasi wasi mkubwa kwamba Israel na Marekani wakaishambulia Iran kwa mara ya pili, na Iran amelijua hiyo amesema he, wako tayari wako tayari kwa lolote na lile liwezalo, wako tayari kwa vita, kurudi kurudiana vita ikiwa Israel na Marekani itaivamia basi Hakuna budi Iran itajitetea vilivyo. Kwa hivi sasa, dunia iko katika njia panda na wasiwasi mkuu, ni hatua gani Marekani na Israeli wataichukulia nchi ya Iran, huku ikisemekana kwamba Iran inaimarisha zana zake za vita za ulinzi na inaendelea mbele Eh, katika azma yake ya kutengeza vi, m, m, m, kutengeza silaha ya nuklia. Wacha tuone itakuwaje, lakini habari nawaambia sasa ni vita vinaweza ikatokea wakati wowote kati ya Israel na Marekani upande mmoja dhidi ya Iran. Wacha tuone itakuwaje, tuombe tukutane katika video nyingine. Bwaga komenti yako na asante sana kwa kusubscribe, na wale hawajasubscribe, naomba muni mnipe mkono. Mimi ni The One Man Army TV, asanteni.